Kengele ya sherehe za Krismasi inalia na kengele ya sherehe za mwaka mpya nayo pia inalia. Tutoe mwanga wa matumaini na kutengeneza muujiza kwa ajili ya furaha, tukusanye mbegu za upendo na kuzipeleka kwa kila mtu. Tukiwa na upendo moyoni, kila siku ni sikukuu. Katika siku hizi zilizojaa furaha, tuache mambo yenye uchungu na wasiwasi na kushikilia ndoto na matumaini. Tukusanyike pamoja na familia zetu, tufurahi na kuburudika. Wakati wa furaha, StarTimes Kiswahili tunasherehekea sikukuu hizi kubwa pamoja nawe. Tunakutakia heri na fanaka katika sherehe za Krismasi na mwaka mpya.